Mungu turumie, Mungu turumie. Kumekuwa kimbizi Mungu, kumekuwa wanyama Mungu, sio binadamu tena. Aya dada, amekosaiza ibaya, wamenizuia mimi nitoke nisiangai, kao mtoto mojawapo kanizuia mimi amba nisitoke nisie chochote kinachoendeleaamba Unaweza kusimulia hali ilikuwaje? Labda ulikuwa unasikia Mdude anasema nini? Ukiwa chumbani, akiwa anapigwa, anatamka nini au wali? Tulikuwa tunapiga kelele wote kuomba msaada, tuomba tusaidie, lakini wanavovunja mlango, tukawa tunapiga kelele, wakaingia ndani na kumchukua yeye, akisema sisi ni mapolisi, tuna shida na Mdude tu. Hakani katika mmoja wao ndo akanizuia mimi kwamba nisitoke nisiangalie namba kubwa kwamba ni polisi. Ya, nabopigo, kamba, ya Mdude alipokuwa sebuleni alikuwa anatamka nini? Alikuwa anaomba tu msaada tusaidie. Kauli gani alikuwa anatamka? Tusaidie tunakufa. Baada ya muda gani ukawasikia kimya? Madakika moja nikakutakuka ukime anifuata mimi kunzuanistoke akaanaondoka. Kwajina naita Stala Mgogo, mimi ni balozi shina nambanane. Kwa kweli usiku tulipolala, nilisikia mlango na gongo. Baada ya kutoka, nikakuta kelili, mama twende kwenye tukio. Kweli baada ya kufika hapa, atujafika kwenye tukio, tuko babani kule, nikaona damu. Mama usikanyagi hapa, kuna damu damu zimetoka kule barabarani mpaka hapa uwanjani mpaka ndani. Kumuuliza mke wa Mdude anasema, kwa kweli mimi nilikuwa huko ndani, nilikuwa naenda kujisaidia. Nilisikia pikipiki inapita ina, ina sasa. Nilikuwa najiuliza hii piki pikipiki inaenda wapi? Baada ya muda, nikasikia gari gari linalia. Baada hapo, wakafungua waka, waka geti pale, wakawa wameingia. Kufika huku ndani kwao, wakawa wamebomoa mlango wa chuma. Kubomoa akabomoa tena mlango wa, wa mbao. Kuna milango miwili akabomoa akaingia ndani. Kuingia kule ndani wakaingia mpaka kule chumbani. Ndio mke wa Mdude anaeleza. Kufika kule ndani wakawa wamemvuta wa huyo Mdude. Mke, mke akamwambia kaa huko huko, askari mmoja akamwambia, akamshikia nyundo kwamba we baki huko huko. Sasa huyu Mdude aliyomvutia sebleni kwa kweli yeye kwa sauti ya, ya mwisho alisema kwamba naomba mnisaidie ndio ilikuwa sauti yake ya mwisho, naomba mnisaidie. Baadaye kuna kitu kizito kilimpiga mpu, kilivyompiga pale, basi sauti yake haikutokeza tena. Kwa hiyo pale ndio alipoanza kumvuta sasa, na damu zile zimetoka pale sebleni zimechirizika, sauti haikutoka tena mpaka kule walipoendea kupotea naye na